Kisha aachike ndo anaruhusiwa kufanya nini? Narudia tena almuhallal, manake tuseme kuolewa kwa mchezo, ni yule mwanamke ambaye aliyepewa talaka tatu, kisha huyu mwanamke ikawa ni haramu kwake kuweza kuolewa na huyu mwanamume mpaka atakapoolewa ndoa nyingine kwa mwanamume mwingine, kisha aachike ndio afanye nini? arudi kuolewa na ule mwanamume. Sasa hawa wanafanya hivi, mwanamke amepewa talaka tatu, kisha baada ya kupewa talaka tatu, imeshaonekana tena hao basi mpaka aolewe. Mwanamke amekaa amekaa, amekaa amekaa amekaa, jamaa nasubiri nani atakemtongoza akamwoe ule, hakuna. Sasa ikatokea sasa akajitafutia kabachela kamoja, e, bwana, mimi nataka nikupe mahari. Nenda kanitongozie ule mama, umwoe, ukishamwoa tukubaliane baba, nimezimile tukimaliza nipe mke wangu. E, mwache umpe talaka ni muoe. Sasa kale ka jamaa kanakubali, maskini ya Mungu, amesha katoa mubachela yule jamaa. Anapewa mahari, anakwenda kumtongoza yule mwanamke, jua muowe, wanasikilizana, huenda atampa na pesa za malipo, wanasikilizana. Wakishasikilizana anamuoa, kama walisikilizana miezi mitatu miezi sita, kadiri asiku watakazosikilizana. Sasa maanake, huu ndio ule mchezo. Inatakikana huu mwanamke yaani, atongozwe na mwanaume ambaye ambaye hana alaka yoyote katika hili, wamekutana huku, wametongozana, wakaoana, hapo safi sawa.